Nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza habari ya vipodozi vilivyopigwa marufuku au vipodozi vyenye viambato vyenye sumu. Kwanza tunafahamu kwamba a, vipodozi ni bidhaa ambazo zinatumika a, a, na binadamu a, kwa ajili ya kusafisha sehemu za mwili a, kwa ajili ya kuremba a, au kwa ajili ya ku leta mvuto katika sehemu za mwili wa binadamu. Zinaweza kutumika kwenye ngozi, kwenye nyusi na sehemu nyingine za mwili ambapo vipodozi hutumika. Isipokuwa uh, vipodozi havitumiki kwa matumizi ya tiba, na kwa mujibu wa kanuni na sheria uh, vipodozi havitumiki kwa ajili ya tiba. Lakini katika vipodozi uh, kuna viambato ambavyo vinapatikana katika vipodozi. Kuna viambato ambavyo vinaruhusiwa, ambavyo havina madhara kwa afya, na kuna viambato ambavyo vinakuwepo kwenye vipodozi, lakini vina madhara kwa afya ya binadamu, na ndipo linapokuja swala la vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku. Kwa hiyo vile viambato ambavyo, uh, havina madhara kwa binadamu, vile ni salama kwa matumizi lakini viambato vyenye madhara au viambato vyenye sumu vinavyoleta madhara vikiwemo kwenye vipodozi, ndipo kipodozi husika kina kinakuwa kipodozi kilichopigwa marufuku. Na madhara ya matumizi ya vipodozi vyenye viambato vyenye sumu a, ni madhara ya kiafya kwa mfano a, madhara katika ngozi kusababisha miwasho, kutoa makovu lakini kuna kuna, kuna viambato vyenye sumu vingine vilivyomo katika vipodozi vinaleta madhara ya kiafya katika mfumo wa uzazi na viambato vyenye sumu vingine huleta madhara ya saratani. Kwa hiyo ndio maana, kwa mujibu wa sheria, Shirika la viwango Tanzania limekasimishwa kazi ya kusimamia udhibiti wa ubora wa vipodozi na katika kusimamia kazi hiyo ili kulinda afya ya Mtanzania uh, vipo viwango uh, vya kila bidhaa ya kipodozi ambavyo vinatoa mwongozo wa ubora wa hicho kipodozi, lakini pia uh, kiwango kinatoa mwongozo wa wazalishaji wa vipodozi na waingizaji wanaoingiza kutoka nje ya nchi, namna gani wanaweza kutengeneza vipodozi katika ubora au quality inayotakiwa. Kwa hiyo uh, ndio maana Shirika la Viwango Tanzania kwa mujibu wa sheria limekuwa likifanya udhibiti wa ubora wa bidhaa hizo zinazotoka nje na zile zinazozalishwa uh, ndani ya nchi. Lakini katika kudhibiti ubora, pia taarifa mbalimbali hutolewa kwa kwa Watanzania au kwa watumiaji wa vipodozi ili kupata taarifa mbalimbali zinazohusu vipodozi zinazohusu madhara yatokanayo na hivyo vipodozi. Na kwa mfano, orodha ya uh, orodha ya viambato vyenye sumu inapatikana katika tovuti ya, ya shirika la viwango Tanzania, ambapo ukifungua utakuta kuna orodha ya uh, orodha ya viambato vyenye sumu uh, takribani elfu moja mia saba ambavyo haviruhusiwi kuwa katika vipodozi. Lakini pia ukifungua website ya shirika la viwango Tanzania utakuta orodha ya vipodozi vilivyopigwa marufuku ambapo kuna orodha ya vipodozi takribani 300 ambavyo uh, vya aina mbalimbali ambavyo vimepigwa marufuku. Uh, lakini pia ili kupata taarifa mbalimbali zinazohusu vipodozi vilivyopigwa marufuku pamoja na uh, orodha ya viambato vyenye sumu uh, nitoe rai kwa Watanzania wote kutembelea shirika la viwango aa, au kutembelea tovuti ya shirika la viwango ili kupata taarifa hizo ambazo taarifa nyingine zinapatikana aa, library ya au maktaba ya shirika la viwango Tanzania. Tunapenda kuwafahamisha wananchi kwamba pindi wanapokwenda kununua bidhaa za vipodozi, ni vizuri kuzingatia kwamba vipodozi hivyo vimesajiliwa na TBS, na tunapenda kuwaeleza kwamba kama mwananchi yeyote atakutana na vipodozi ambavyo vina viambato vimepigwa marufuku ni vizuri akaitaarifu TBS ili TBS ichukue hatua za kuondosha bidhaa namna hiyo sokoni. Mfano wa viambato ambavyo vimepigwa marufuku kutumika vipodozi ni kiambato cha butyl phenyl mesopropanol ambacho kiambato hichi mara nyingi kinatumika kwenye perfume, lakini pia kuna kiambato kingine ambacho kinatumika sana kwenye lotion na cream kinaitwa hydroquinone kiambato hichi hakiruhusiwi kabisa kutumika kwenye vipodozi. Lakini kuna viambato vingine kama steroid, kuna zinc peroxide, lakini kuna viambato vingine ambavyo tunaita ni drug ingredient ambavyo ni viambato dawa ambavyo haviruhusiwi kabisa kutumika vipodozi. Kwa hiyo, mwananchi anaweza akaona viambato kama hivyo, ni vizuri akaita TBS, i, TBS ichukue hatua stahiki za kuondosha bidhaa hizo sokoni na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu ambao huwa wanaingiza bidhaa za vipodozi vyenye viambato vilivyopigwa marufuku. Lakini pia tunapenda kuwaeleza wananchi kwamba pindi wanapokwenda kununua bidhaa za vipodozi ni vizuri kuzingatia na kuangalia. Kwa mfano, kuna vipodozi ambavyo vinafahamika tangia zamani kwa vimepigwa marufuku kutumika kwa mfano, vipodozi kama kerotine, body lotion, au kuna BB Clear au kuna kipodozi kinaitwa Viva Cream, kuna kingine kinaitwa Removate. Kipodozi kingine kinaitwa Prince's Cream. Kuna kingine inaitwa Mekako, kuna kingine inaitwa Milk Lotion. Hivi ni vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku kwa sababu vinawaletea madhara watumiaji. Lakini pia kuna sabuni kama jaribu. Hivi ni vipodozi ambavyo vishapigwa marufuku siku nyingi kutumika kwa watumiaji. Hivyo watumiaji wanapoona hizo bidhaa sehemu yoyote ni vizuri kuitaarifu TBS kupitia namba zetu 08 00 11 0827 ili TBS ichukue hatua kwa dhidi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu ambao wanafanya kwa makusudi kuingiza vipodozi ambavyo vina viambato ambavyo vinaweza waletea madhara watumiaji. Lakini pia tunapenda kwa taarifu umma na wananchi kwa ujumla kuwa pindi wanapokwenda kwenye maduka kununua vipodozi, ni vizuri kuzingatia kuangalia alama ambazo zimewekwa kwenye vipodozi. Kwa mfano mtumiaji anapokwenda, ni vizuri akaangalia kwenye kipodozi kama kuna picha ambayo inamuonesha mtu ana rangi nyeusi na nyeupe. Yeah. Tunakizungu, tunaita before and after. Yeah. Sasa mwananchi akiona kipodozi ambayo kina before and after, kina picha ya mdada ana rangi nyeusi na mwingine mdada ana rangi nyeupe. Maana moja kwa moja kipodozi hicho ndani yake kitakuwa na viambato ambavyo vimepigwa marufuku. Kwa hiyo ni vizuri mwananchi vipodozi vya namna hiyo asivinunue. Au mwananchi atakapoenda anakutana na kipodozi kimeonyeshwa 7 days au after 3 days ni moja kwa moja hicho kipodozi ndani yake kina viambato ambavyo vimepigwa marufuku. Kwa hiyo tunasii wananchi vipodozi ambavyo vina maandishi ya namna hiyo au maelezo ya na namna hiyo wasivinunue kwa sababu ndani yake vina viambato vimepigwa marufuku. Kwa sababu dhumuni ya kipodozi ni kumpendezesha mtu. Lakini sio kubadilisha muonekano wake. Kwa hiyo mwananchi anapoona kuna bidhaa imeandikwa kwamba ndani ya siku saba atabadilika rangi ya ngozi yake. Maanake ndani yake kuna hicho kipodozi kuna kiambato ambacho kina madhara kwa mtumiaji. Kwa hiyo tunawasiri wananchi wanapokwenda madukani, wakiona vipodozi vina picha zinaonyesha mtu mweupe, mtu mweusi, au kwa Kiingereza, wanasema before and after, au imeandikwa namba kwamba 7 days au 14 days au three days, hivyo vipodozi wasivinunue kwa sababu ndani ya hivyo vipodozi vina viambato ambavyo ni viambato sumu ambavyo vinaweza kuleta madhara kwa mtumiaji.